Kwa hiyo Mungu anapo kukatalia, usinune, mshukuru. Ndio maana Maandiko Matakatifu yanatwalika akisema, mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Umemwomba amekupa, mshukuru. Umemuomba amekunyima, mshukuru. Soma waraka Mtume Paulo, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Tesalonike, sura ya tano aya kumi na nane. Aina ya tatu ya jibu la Mungu kwa sala zetu ni subiri, subiri. Wakati mwingine sala yetu yaweza kupata jibu la subiri. Maombi haya unayokuwa nampelekea Mungu yana tabia ya mimea maombi yetu yana tabia ya mimea. Kila mmea una namna yake ya kustawi na kutoa matunda. Mimea yote haitoe matunda au maua kwa wakati mmoja kwa msimu mmoja, yanatofautiana. Kwa hiyo maombi yetu yana tabia ya mimea, mfano mfano ukimwomba mungu mchicha anakupa mbegu za mchicha uoteshe akupi mchicha akupi matunda anakupa mbegu hapo utabidi usubiri takribani mwezi mmoja uweze kupata mchicha unapomwomba mungu maembe Mungu hakupi maembe, anakupa mbegu uoteshe. Kwa hizo mbegu unaenda kuzisindikiza kwa sala, hapo utasubiri zaidi ya miaka minane. Lakini nategemea utakavyokuwa umehudumia huo mmea <coughs> shimo, mbolea maji parizi basi, walau wastani wa miaka nane utaweza kupata matunda. Unapomwomba Mungu akupe mbao za mninga au mpodo, anakupatia mbegu za mti husika uoteshe. Hapo utatakiwa usubiri miaka zaidi ya arobaini au sitini niweze kupata ubao. Kwa sababu ya tamaa, watu wanatesha miberiti, mipaini kusudi baada ya miaka kumi avune, na huwa nashangaa wakati nataka kuzimia, nakuta mtu wa me anakata ka ubao ka mti ka kana lingana ya mkono wangu

mistaki kuacha mazingira na ari ya njaa, wakija wale washibi. Kwa hiyo ndio nalima mpaka kufanya. Na mzee mwingine ndiye alinipa motisha, wa miaka sabini na tano alikuwa nalima msitu wa miti, kasema habari gani hii miti, una malengo gani? Anasema malengo ya kulima miti hii ni kwa ajili ya pensheni uzeeni mwangu, na mshakuwa mzee wa miaka 75, hii miti nayo lima saa hizi na nalingana hivi miti nanda pensheni kilwa mgungu ya uzee wangu eh. Mpige makofi mzee, hmm. kwa hiyo mbegu, e, sala ya subira Mungu anakupa mbegu uoteshe kusudi usubiri upate mazao mwafaka. <coughs> Eh, kwa mfano hizo mbao, miti ya mbao. Biblia inasema na nukuu, tazameni mkulima anavyongoja kwa subira mimea yake itoe mavuno mazuri, yeye ngojia kwa subira mvua za masika na za vuli, nanyi mnapaswa kuwa na subira. Soma barua ya Yakobo sura ya tano aya saba hadi ya nane. Mtakatifu Monica ni mfano wa sala ya subira. Mtakatifu Monica alimwombea uongofu kwa machozi na sala, akihudhuria misa kila siku, akimwombea mwanaye Agustini kwa kipindi cha takriban miaka kumi na saba. Anamwombea mwanaye ambaye alikuwa amepotoka kama tunavyo ba ona baadhi ya wa watoto wetu mara bangi mara si nini changangiwa mambo mbalimbali. Huyu mama akamweka mwanai mbele ya altari, misa kila siku, anamwambia mtoto wake kipindi cha miaka kumi na saba sala yake ikajibiwa, Agustino akabatizwa, akaingia seminari akapata upadre, baada ya askofu sasa ni mtakatifu. Na huyu Mtakatifu Monika alimwombea mumewe aliyekuwa mpagani, mumewe aliitwa Patricius, alimwombea mumewe uongofu kwa kipindi cha zaidi miaka thelathini bila kukata tamaa gani anafika nyumbani, anamzapa makofi, anakanyaga nini, alali. Yaani mpagani kweli kweli, akavumilia, akamwambia, kipindi cha miaka thelathini anamwombea. Na nyinyi akina mama, pengine muna waume wa namna hiyo, wawike kwenye sala, kusali misa kila siku rosari kwenye jumuiya kwenda kutafuta madawa siu huko ya kuwapoza siu ya kufanya nini? <tip> yeah? <tip> yeah? <tip> yeah? Kukimbia kimbia huku na wengine wanaishia kutafuta sumu kuwamaliza kuwaua. Hapana, sifanye hivyo. Wewe ni shetani. Sari bila kuchoka kwenye kanisa na subira, Mwenyezi Mungu atajibu sala yako. Na wengine waume wanawake nyumba ndogo na kubwa, mchepuko nini, na pengine unaanza kushindana naye na nauenda kona mchepuko, ah -ah. Tulia, nienda kwa sala, muombe. hmm. Pengine apendi kufunga ndoa, apendi ndoa yake ibarikiwe, mweke altareni, kwenye sala muombe mwingine hmm. apendi mmoja mpate baraka ya yubilei, hapa muko hmm. tu hmm mpate mpateye baraka yubileo, hataki watatunaji jinsi davuishi hapana, hapa na mateke magumi kutukanana na kununiana, mweke kwenye sala mweke kwenye sala misa kila siku, kwa maombi, kwa kutumia mwili wako mzima jinsi nilivyo kueleza. mm. uh -huh. mfano mwingine wa sala yenye subira na inayojibiwa ni mtakatifu Francisco wa Sale. Mtakatifu Francisco wa Sale alikuwa na hasira, mtu wa hasira. Alipigana na hasira yake kwa kipindi cha miaka ishirini, akitumia silaha gani? Akitumia silaha za nidhamu, silaha za sala za sakramenti na maisha adilifu, na hatimaye akashinda hasira yake, akawa mtakatifu. Hayo ndio majibu ya sala zetu kwa Mungu, kutoka kwa Mungu. Aina ya tatu ya majibu, aina ya kwanza ni ndio, aina ya pili hapana, aina ya tatu subiri. Kwa hiyo zingatia sa, hizo sa, sababu au njia eh, kwamba Mungu ajawahi <coughs> au ajakataa kujibu sala zako anazijibu kwa ajili ya wokovu wako. Biblia inasema, atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Aya nane. Sala maombi yanaendana na imani. Imani ndiyo msingi pia wa majibu ya sala zako. Biblia inasema sikia na nukuu, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima amini kwamba Mungu yuko na kwamba huwatunza wale wanamtafuta. Mwisho kunukuu kutoka waraka kwa Waebrania sura ya 11 aya 6. Imani, imani E, daima huwa nakumbuka huu mfano napoelezea juu ya imani. Siku moja wakati wa ukame mrefu wana kijiji fulani walipanga kukusanyika mahali fulani kusali na kumwomba Mungu awenyeshee mvua. Siku hiyo iliyopangwa, mtoto mmoja ndiye alienda na mwavuli akiwa na imani kwamba baada ya sala mvua zitanyesha. Wakawa na mshangaa mtoto. Na kweli baada ya maombi ya wanakijiji mvua zikanyesha, wote wakaanza kukimbia kujikinga mvua kwenye kavuli ka mtoto. Wengine wakaanza kutumia mwavuli ya kiganja huku <coughs> <He? Ukwa> anaruana wengine <laughs> wameficha huzo tu siotayuyuka eh? Kubali kunyeshee kama jaenda na umavuli, eh. Tuulize swali, je, unapoenda kusali unaenda na nini au na kitu gani kuonyesha imani kwa Mungu atajibu sala zako. Unaenda na kitu gani, au nakuja na kitu gani? Onesha kwamba wewe unaenda kuwezesha <laughs> unaenda <na> kamtaji mtaji eh? <laughs> unaenda na mtaji na miujiza mingi ambayo Bwana Yesu alikuwa anafanya, alikuwa itoke wani wanampa mtaji, anaanzia pale. Kwa mfano, alipoongeza alipofanya muujiza wa kushibisha watu zaidi ya elfu tano aliwauliza mitume, mna chochote wakajibu tupate wapi mikate ya kuashirisha umati mkubwa huu? Afadhali wa ruhusu waende wajunurie huko vijijini kini. Akasema ah, hapa tuna mtoto ana mikate mitano na visamaki viwili. Akasema leta hivyo. Mtaji hivyo, vya kwanza. Navyo mtoto asingekuwa navyo hivyo, mujiza asingefanyika. Kwa hiyo lazima umwezeshi. Ndiyo hiyo hiyo, kwenye matoleo na mavuno na mavuno, unachompa Mungu ndicho anaongeza. Kwa mfano eh, wa, mara fulani watu walikuwa wanaita mavuno ya nanasi, npota nanasi, mashamba ya nanasi zikaongezeka, wakavuna mavuno mengi. <coughs> wakamletea Mungu maavokado, maavokado yakaweka kwa wingi. Wakamletea Mungu kahawa, kahawa zikastawi, zikaweka kwa wingi. Kwa hiyo unachomletea Mungu kikiwa ni chenyewe au pesa mauzo kutokana na hicho, basi Mungu ndicho anaongeza na kubariki mashamba yako. Biblia ya inasema, na nukuu Usiende mbele ya Bwana mikono mitupu, usiende mbele ya Mungu mikono mitupu. Kwa unapokuja usije mikono mitupu. Mtoto akwenda kusali kweli mikono mitupu? Alienda na mavuli na mtoto yule akwenda mikono mitupu? Alienda na mikate mitano, vi, si unaita vibumunda, si unaita vidogo hivi, na visamaki viwili. Usende mbele ya Mungu mikono mitupu, maana vitu hivi vyote vinatakiwa na amri. Sadaka ya mtu mwadilifu upaka madhabahu mafuta, na harufu yake nzuri upanda mbele ya Mungu mkuu. Sadaka ya mwadilifu ukubaliwa nayo aitasaulika milele. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha Sira sura ya 35 aya ya 6 hadi ya 9. Kwa hiyo andaa vizuri sadaka yako, andaa vizuri sadaka yako, na kadiri unavyomtolea Mungu ndivyo Mungu anakubariki na sadaka mara nyingi huwa ni moja ya kumi ya mapato yako kwa juma, na zaka vile vile moja ya kumi ya mapato yako kwa mwezi. Kwa hiyo hapo ujifunze mahesabu, usije ukamwibia Mungu kwa kukosa kutoa hayo mapato yako moja ya kumi kwa Mungu, na usipojua mahesabu utaliwa. Utaliwa. Sadaka unayotoa ni sawasawa na vocha unayokuwa naweka kwenye simu. Kadiri unavyoweka vocha ndivyo nakuwa huru eh, kuzungumza eh, kuwasiliana, lakini unapoweka ka vocha ka shilingi mia tano, jama takuwa nakuambia ongeza sa, sali ongeza sali, daima ni kukimbia eh, kwenda kwenye wauzao wa vocha na pengine pingine wamefunga. Na pingine yule alikuwa anataka kupa kitu fulani chenye maana. Baadaye na kusafuza kupata. Basi anampa mwingine. Lakini ngoweka vocha ya shilingi elfu hamsini. Unazungumza ametoria. Bila shida. Bila kukatiza katiza ongeza salio, ongeza salio. Kusudi uweze kukamilisha <laughs> maombi yako na mazungumzo yako. Eh. Hali kadhalika kwa Mungu kadiri inavyoweka basi njuwe, Mungu anakujibu sala zako. Jiulize, unaandaaje sadaka yako? Sadaka yako inakutambulisha kama mtu mwadilifu? Je, sadaka yako inaonyesha imani kuwa kile unachomwomba Mungu atakupatia? Je, ni sadaka inayokuuma unapoitoa? Ni sadaka inayokuuma unapoitoa? Kumbuka, sadaka unayoitoa ndiyo kipimo cha imani yako. Moyo wako na nafsi yako unaviandaaje? Imani pia inahusishwa na matendo, imani inahusishwa na matendo. Bibilia inasema na nukuu, kama vile mwili bila roho umekufa, vivyo hivyo imani bila matendo imekufa. Soma barua ya Yakobo sura ya pili